Habari, unafahamu ya kwamba kuna wakati soko la matunda yanayotoka bara la Afrika hususan nchi za Afrika Mashariki kwenda bara la Asia lilikuwa matatani, ndiyo? Mimi ni Jenipher Carol, na kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yangu, tafadhali subscribe na weka notification on ili wa kwanza kuona habari pale nitakaposhare. miaka kadhaa ya nyuma nzi mharibifu sana aliripotiwa nchini Kenya na baadaye mwaka 2004 aliripotiwa nchini Tanzania. Huyu alijulikana kama Bactrocera invadens, na nzi huyu alisemekana kwamba ni, ni spishi mpya katika sayansi, lakini nzi huyu alionekana kuwa ni mharibifu, alikuwa akiharibu matunda na alikuwa akiwapita hata nzi wengine ambao walikuwepo tayari, na kwa sababu hiyo basi nzi huyu akawa ni tishio kwa soko la matunda yanayotoka ukanda wa nchi hizi kwenda bara la Asia. Kwa sababu gani? Kwa sababu nzi huyu alikuwa hapatikani kwenye bara la Asia, lakini wanasayansi walikuwa na mawazo tofauti. Baadhi walikubali kwamba ndio, huyu ni spishi mpya ambaye hajawahi kuwepo katika sayansi, lakini wanasayansi wengine wakasema, hapana, huyu sio spishi mpya bali ni sawa na spishi nyingine ambayo inapatikana pia bara la Asia ambaye anaitwa Bactrocera dozalis. Kutokana na kuwepo haya mawazo mkanganyiko, the International Atomic Energy Agency wakafanya uh, wakasaidia tafiti mbalimbali kuweza kufanyika ambazo tafiti hizi ziliangazia kuhusiana na taarifa za kimofolojia, taarifa za vinasaba taarifa za utangamano wa kijinsia wa wadudu hawa, lakini pia ikaangalia na taarifa za hawa wadudu wanaweza kuishi katika mazingira ya namna gani. Na baada ya tafiti hizi kwa pamoja kufanyika, matokeo yaliyokuja kutolewa ni kwamba wadudu hawa sio wadudu wawili tofauti, bali ni mdudu yule yule mmoja. Tofauti zao zilikuwa ni ndogo sana na zilitokana na utofauti wa mazingira ambayo wadudu hawa walikuwa wanatoka. Matokeo haya yalikuwa ni matokeo yenye auheni kwa bara la Afrika kwa sababu soko la matunda kwenda nchi za bara la Asia na ikiwemo Hawaii lilifunguliwa kwa sababu hakukuwa na hatari tena ya mdudu mpya ambaye hapatikani katika bara la Asia na badala yake mdudu huyu ambaye aliripotiwa katika bara la Afrika anapatikana katika bara la Asia na hivyo hakuna hatari yoyote ya kumsafirisha mdu huyu katika matunda ambayo yatatoka katika bara la Afrika. Sayansi inafurahisha sana, lakini pia sayansi inasaidia katika mazingira yetu ya kawaida hususan haya, wafanyabiashara wakaweza kuendelea kufanya biashara yao vizuri kwa sababu ya sayansi. Endelea kuwa nami, asante.